Ogole samiana vaguke madiwani, tunaye kijana wetu mzuri Emanuel Mnunke, Chama cha Mapinduzi tumemteua kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Tuna imani naye kubwa ya kutosha, wengi mnamfahamu, na sisi Chama cha Mapinduzi tuko tutamsimamia tutamwelekeza tutasaidizana naye vizuri vizuri. Ni kijana msikivu, ni kijana ambaye hapendi kubishana bishana. Kwa hiyo tuna imani naye sisi, imani yenu sasa tunawaomba mtu azime chama cha mapinduzi kwa ajili ya kwenda kukipigia kura CCM tarehe ishirini na tisa utakapoingia pale kwenye sanduku, kutakuwa na masanduku matatu. Kuna sanduku la rais, kuna sanduku la mbunge kuna sanduku la diwani diwanifagasoi. Uh, yeye yuko katikati. Utaangalia pale, kuna alama ya jembe na nyundo, kuna alama ya kijani ya CCM. Hiyo hapo kale kasehemu, weka tiki ako hako. Shamaliza nenda fomu ya rais. Fomu ya rais utaangalia jembe na nyundo, mama yupo, utaangalia unapiga tiki kwenye kile kisanduku, wao watakuwa wengi. Ushamaliza unakuja karatasi nafikiri wakawaelekeza siku hiyo humo ndani, tume ya uchaguzi mawakala watakao kuwepo. Unaikonja vizuri unaweka kwenye sanduku la mbunge, sanduku la rais na sanduku la diwani, unarudi nyumbani si, m Ndugu mwenyekiti wa mkutano huu, ndugu viongozi wa chama na cha serikali kijiji cha Budoda, ndugu viongozi kwa chama ngazi ya kata, ndugu wananchi wote wa kata ya Masumbwe na kijiji cha Budoda, tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe sana, mwara ya seva. Basi awali ya ya yote naomba nijitambulishe kwenu kwa majina, naitwa Peter Emanuel Mnunke, ndiye mgombea wa kata yetu, kata ya Masumbwe kwa tiketi ya chama cha mapinduzi. Ndugu zangu, tumekuja kwa ajili ya kuomba kura. Tunahitaji kupata kura kutoka kwenu ili tukalete maendeleo kwa wananchi ambao tunaenda kuwaongoza, mkiwemo na wananchi wa Budoda. Ndugu zangu, dhamira ya serikali ni kuleta, la, kuleta umeme kila kijiji ndani ya vijiji vyetu mia themanini na saba. Kila kijiji kimepata umeme na kwenye kata yetu ndani ya vijiji vitano vijiji vyote vimepata umeme lakini sasa tunakwenda kuleta umeme kwenye vitongoji ikiwemo na Mwakitoryo. Mko tayari kupokea umeme? kwa hiyo zamira ya 20 na kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ishirini na tano thelathini ni kuleta umeme kwa kila kitongoji, lakini haijalishi hivyo tutaweka umeme kwa kila kaya ubaki wewe mwenyewe yaani, nguzo zitanying'inia kwenye mji wako, utabaki wewe mwenyewe kuupokea. Kwa hiyo ndio dhamira ya serikali, lakini pia tutaangalia Budoda tuna changamoto ya maji, lazima tuweke mipango kazi kwa ajili ya kupata huduma ya maji, ikiwepo kwenye shule yetu, shule ya msingi Budoda. Lakini pia kuna changamoto ya maboma. Ilani ya Chama cha Mapinduzi 2530 inazungumzia sana maboma, kwamba tunakwenda kukamilisha maboma yote ambayo yameanzishwa na wananchi, ili kuhakikisha sasa dhamira ya wananchi na malengo aliyokuwa akikusudia, kwamba tukijenga hili boma kama ni la nyumba ya mwalimu likamilike, ili mwalimu aweze kurudi kwa ajili ya kuhudumia vijana wetu. Kama ni madarasa yakamilike, ili vijana waendelee kusoma, kupunguza upungufu wa madarasa. Kwa hiyo Zamira ya serikali itaenda kukamilisha maboma yote yakiwepo shule ya msingi Budoda. Lakini tu niwaambie cha kingine kwamba jamani tuko na changamoto ya barabara. Sasa hivi jamani mnaliona. Mwashikira hii daraja. Mmeliona daraja hiyo ilifumua. Ninaenda kutengeneza daraja zuri sana. Abashi kingana ndio abashi kirebo kerenga. Aliwa abashi kirebo kerenga. Kina yako? Eh, kwa hiyo daraja mkandarasi huyu aliyekuwa anatengeneza kule ndio anatengeneza hapa pia zahanati yetu inaenda kukamilika. Kwa hiyo, kwa mimi niwaombe kabisa, tutawatumia tuma waafisa mifugo humu wamo, lakini hatunufaiki nao. Kwa hiyo mimi nikiwa diwani wenu nitahakikisha wale wanakuja wanashuka kwetu kabisa, kutuelimisha tufanyeje. Kuna watu wana, toa mbegu kutoka hata hata Arusha wanakuja kupandikiza kwenye mifugo yetu. Hawa hawa anazaliwa ng'ombe wa wa, wa, wa kiwango kizuri anayefanana na wale kule kupitia ng'ombe wetu hawa. Lazima tubadilishe ufugaji. Kwa mimi niwaombe kabisa, watu wa Budoda, kiaminini chama cha mapinduzi, mpigieni kula mama Samia Suluhu Hassan, maana mnaiona hii bajaji, mnaiona hii bajaji Roleni, ndio ile tayari ya kutaongioja kwa hiyo msipompigia kula Mama Samia uwe saba akonuma totojo joko yendeshe bajaji. Mboi jecha kahena ho. Maana yeye ndio kiongozi wetu aliyeko juu. Yeye ndiyo tunayemtegemea kwa ajili ya kutusemea na kutafuta fursa zote kwa ajili ya kutushushia sisi. Na yeye anategemea sisi. Urugenga matari ya huko ibajaji yoja. Kwa hiyo kuna diwani na mbunge wako pale. Kwa hiyo na yeye anatuangalia sisi kwa ajili ya mwambia kero na matatizo ya wananchi walioko chini, sisi ambao sisi tunawaongoza ambao tunawaona kila kunapokucha, tumwambie ili atafute fursa kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye kijiji husika, kwenye kata husika, kwa ajili ya maendeleo ya watu ambao tunawaongoza. Lakini niwakumbushe jamani, watu wa Budoda, shule ya sekondari Nyakasaluma tumekamilisha madarasa kwa ajili ya kidato cha tano na cha sita. Kwa hiyo wanafunzi wanaomaliza darasa la form 4 pale bakusome la hena hojo ha mwaka ili kupunguza gharama ya nauli ikaje mpaka mambe aje he, tumeshakamilisha roshi kaena kusanga, mabweni tayari, madarasa tayari. Kwa hiyo hawa wanao, na waliomaliza form 4 wanaoenda kumaliza form 4 watapokelewa pale kidato cha tano na cha sita. Ni juhudi za mama tawachangia na uliika nao bole, tumpigieni makofi mama sasa. Mama amejitahidi maana anatamani mama alete hayo ma, ma, ma, ma, madarasa na sisi tuwahamasishe vijana waende wakasome, tutizowa hamasia tu baje bakalime. Mtoto anaposoma anabadilisha, hata kama ni msingi wa kilimo kwenye familia, anakuja na mwindo mbinu ambayo kwamba amesoma, lakini tukibaki nao tu sisi watakwaridi tu maelekezo yetu geki unyana kalima kanenji kumi Nungu lakini ya adgo i kulima eneo dogo e, e, eka mbili anapata magunia hamsini. Wewe umelima heka kumi unapata magunia sabini. Nani atakao amefaidika pale, si yule mwenye heka mbili? Kwa hiyo mimi niwaombe kabisa watu wa Budoda, tunatamani sana kata yetu hii iwe ya mfano. Hayo yanawezekana, sisi viongozi tutajishusha, tutashirikiana na viongozi wa kijiji, tutashirikiana na viongozi wa sungusungu, tutashirikiana na viongozi wa chama kuhakikisha tunaleta maendeleo yenye tija kwa wananchi wetu na kata yetu kwa ujumla. Ssiemuoye si, eh, eh, ah, Kidumu Chama cha Mapinduzi!